La ukweli wa mambo nyuma ya pazia, tukidurusu taarifa za Washington dhidi ya wafanyabiashara wa dawa za kulevya katika bahari ya Karibiani na kauli ya Bogota kutuhruzika na zoezi linalotekelezwa na vikosi vya Marekani, tukiweka bayana kauli za viongozi wanaohusika katika mzozo huu, athari za kijamii katika eneo la Karibiani, pamoja na mitazamo ya wataalamu wa masuala ya kimataifa kuhusu mzozo huu wanaozidi kubeba taswira mpya kadiri siku zinavyosonga. Rais wa Colombia Gustavo Petro amezua mjadala mkali kimataifa baada ya kulaani vikali mashambulizi ya kijeshi yanayofanywa na Marekani dhidi ya kile serikali ya Donald Trump inadai kuwa ni mitumbwi ya wasafirishaji wa dawa za kulevya katika eneo la bahari la kimataifa. Petro amesema hatua hizo ni rahisi kisiasa, lakini zisizokuwa kuwa na ufanisi na pia ni kinyume cha sheria za kimataifa. Hata hivyo, Petro amesema baadhi ya waliouawa ni raia wasiokuwa na hatia, akisisitiza kuwa mashambulizi hayo yanakiuka sheria za kimataifa. Akihojiwa na chombo cha habari cha SBS News, Petro amedai kwamba Colombia haikutaarifiwa kabla ya mashambulizi hayo kufanyika, na nukuu kauli yake. Hatujaarifiwa chochote, hatujui wanapopiga, hatujui kama zile boti kweli hubeba kokaini au la. kuwawa kwa watu wanaofanya kazi kwa niaba ya wafanya biashara wakubwa wa dawa ni rahisi, lakini ili kushinda lazima uwakamate wakubwa wa, wa biashara hiyo. Aidha, Petro ametoa wito wa mazungumzo badala ya makombora, akisisitiza ni bora kuzungumza kuliko kupigana. mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa Rais Petro hadi sasa watu wasiopungua 37 wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi ya Marekani kabla ya tangazo la Hexate la vifo vingine sita. Amesema hatua hizo ni sawa na uhalifu wa kivita, huku akionya kuwa mashambulizi yoyote yatakayofanyika ndani ya mipaka ya Colombia yanaweza kuchochea machafuko mapya kwa mujibu wa taarifa za ikulu ya Marekani Serikali ya Trump imetekeleza zaidi ya mashambulizi kumi katika kipindi cha miezi miwili iliyopita ikiwemo mawili yaliyofanyika wiki hii katika pwani ya Pacific ya Colombia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema shambulio la hivi karibuni lilifanyika usiku, likilenga chombo kinachodaiwa kuendeshwa na kundi la kihalifu la Tren de Aragua lilokuwa likisafirisha dawa za kulevya katika bahari ya Karibiani. Kwa mujibu wa Hegseth, watu sita waliotajwa kuwa magaidi wa biashara ya dawa za kulevya waliokuwemo ndani ya boti hiyo waliuawa na hakuna mwanajeshi wa Marekani aliyejeruhiwa katika operesheni hiyo. White House imekanusha tuma hizo, huku rais Trump akitetea mashambulizi hayo kama sehemu halali ya vita yake dhidi ya magenge ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Trump amemlaumu rais Petro kwa kushindwa kudhibiti mitandao ya biashara ya dawa za kulevya inayoendesha shughuli zake nchini Colombia. Takwimu za idara ya utekelezaji wa sheria za dawa za kulevya nchini Marekani zinaonyesha takribani asilimia ya tisini ya kokaini inayoingia nchini humo hutokea nchini Colombia. Wakati Rais Trump akidokeza kuwa vita yake dhidi ya dawa za kulevya inaweza kukomea nchi kavu, ndege mbili za kivita za Marekani aina ya B1 bomba zimeripotiwa kuruka karibu na anga ya Venezuela wiki hii, hatua inayozidisha wasiwasi katika eneo la Amerika kusini. Kwa upande mwingine, mashambulizi ya jeshi la Marekani katika bahari ya Karibiani yamekuwa na madhara makubwa kwa uchumi wa wavuvi wa eneo hilo, hususani visiwa vya Trinidad na Tobago, ambao kwa sasa wanaogopa kuvua katikati ya bahari kuja sababu wengi na wakubwa, kwa hofu ya kushambuliwa na vikosi vya Marekani. Tunapolifunga pazia la ukweli wa mambo, Mgogoro wa vita vya dawa za kulevya katika eneo la bahari ya Karibiani unazidi kuenea toka Washington kuelekea Caracas na sasa umefika mjini Bogota, huku wachambuzi wa kidiplomasia ya Karibiani wakionya kwamba mivutano hiyo inaweza kuathiri ushirikiano wa kimataifa katika vita dhidi ya biashara ya dawa za kulevya. Ulikuwa unafuatilia jukwaa la ukweli wa mambo, ni mapazia. Asante kwa kutazama na kwaheri kwa sasa.